kubwa ambalo tumekuwa tukipambana nalo ni maamuzi ya waamuzi wetu. Kila siku tuna fight zikiisha, leo Ijumaa, Jumatatu, tuna watu watatu wanasema, mimi sikuona vizuri, nimepiga nime nime, nime, lakini ushindi kapewa mtu mwingine, nimepigwa, ushindi kapewa mtu mwingine, pamoja na kulalamika wakati mwingine bila sababu za msingi kwa sababu ni kawaida ya, ya, ya mchezaji kuamini kwamba akijiona anaona kabisa kwamba lazima yule bwana atampiga, lakini akipigwa, akipigwa naye hakubali pia, wewe hajanipiga bwana, mbona mimi kama nilimpiga ngumi nyingi. Lakini tukakuta kwamba pamoja na hayo yote tuna udhaifu katika maamuzi yetu. Ring officials wa kwetu, mafunzo waliochukua, tukaona kama vile hayatoshi kwa hiyo tumeandaa kozi japo ni ya muda mfupi, huwa inaendeshwa dunia nzima hivyo hivyo kwa sababu masomo yake sio mengi. Kufanya urefa, kufanya ujaji ni kitu kwa mtu mwenye akili timamu anaweza akakifanya, na maamuzi yakatoka na watu wakapiga makofi. Kuna maamuzi mengine yanatoka, watu wanakaa kimya. Hawashangilii. kwa nini hawashangilii? Wanaona kama kuna upendeleo fulani umefanyika. Kwa hiyo tumefika sasa mahali ambapo lazima tuendeshe kozi, tuendeshe kwa mare, ma, uh, ring officials waliopo na wapya wanaotaka kuingia, lakini pia ningewaalika nyinyi waandishi wa habari wenye interest lakini ya boxing. Kama una interest ya boxing sikuhaliki, lakini kama una interest ya boxing ukihudhuria semina ile, hata unapokwenda kuandika au kukomenti, kwamba umeonaje, kama wewe tayari una idea ya nini, ngumi inapigwaje, ngumi gani yenye pointi, ngumi gani haina pointi, kitu gani hakiruhusiwi, tayari una idea. Wito wetu ni kwamba tunataka Referees and judges wajifunze hasa hasa nini maana ya kuamua mchezo, nini cha kufuata? Kuna miiko gani katika urefa? Kuna miiko gani katika ujaji? Kwa nini kuwe na kamisa? Kwa nini kuwe na supervisor? Sasa hayo yote ndio tutakwenda kuyafundisha kuya na kwa nini mchezaji akipanda kwenye ringi, lazima awe amepimwa afya before, lazima awe amepimwa afya ndio anapanda mlindani. Lakini sasa ni wakati gani wewe kama refa unaweza ukasema sasa pambano nalimaliza, utakuwa utapata hayo mafunzo. Ni wakati gani utatoa warning? Ni wakati gani utamkata mtu point anayecheza faulu maka na faulu zimo pia. Eh, kwa hiyo hayo yote watakao kuja watapata hiyo faida.